Habari, naitwa Ben, karibu katika channel ya Ben Kukufarm. Katika channel hii tumekuwa tukielekezana mambo mbalimbali yanayohusu ufugaji wa kuku, tumeelekezana na dawa mbalimbali zinazotumika mbali kutibu magonjwa mbalimbali mbali ya kuku, pia ufugaji kuanzia kutunza vifaranga hadi pale wanapokuwa wakubwa. Sasa leo nataka nielekeze au nieleze kuhusu ugonjwa wa homa ya matumbo au typhoid. Typhoid ni nini? Typhoid ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria waitwao Salmonella Typhi. Ugonjwa huu huweza kuwapata kuku wakubwa pamoja na kuku wadogo yaani vifaranga, yani kwamba kuku wa umri wowote ule wanaweza wakapata. Ugonjwa huu unaweza kupata kutoka kwa kuku wagonjwa kwenda kuku wazima kwa njia zifuatazo. Unaweza ukasababishwa au wakaambukizana kupitia maji, chakula au kinyesi cha kuku wagonjwa, pia wadudu, kutoka kwenye banda moja hadi banda jingine. Kwamba unaweza ukakuta labda kuna ndege wametoka kwenye banda moja lenye ugonjwa wa typhoid, wakawa wamebeba hawa bakteria na kuja kukutulia kwenye banda lako, mwisho wa siku kuku wako wakajikuta wameugua, au hata wewe ulienda kutembelea banda la jirani kwa ajili ya kujifunza unaporudi hauzingatii maswala ya biosecurity, unaweza ukawa, um, kwenye viatu vyako ulivyokuwa umevaa umebeba bakteria wa ugonjwa huu, mwisho wa siku ukawaleta kwenye banda lako. Sasa utajuaje kuku wako kwamba wamepata ugonjwa wa typhoid? Hizi hapa ndizo dalili kuu za ugonjwa wa typhoid. Dalili ya kwanza, muhalo wa rangi ya njano kijani pamoja na nyeupe hiyo ndo dalili ya kwanza ya ugonjwa wa typhoid, kwamba ukiona kinyesi yani kwamba kuku amealisha, alafu pana rangi nyingi nyingi, mfano njano kijani na nyeupe, ujue moja kwa moja huo ugonjwa ni ugonjwa wa bakteria. Dalili ya pili ni vifo vichache kwa muda mrefu, yani vifo, yani kwamba hutokea vifo lakini havitokei ghafla. Yani kama mfano kuku anaweza kafa leo wawili, zikapita siku mbili wakafa wengine wawili, zikapita siku tatu wakafa mmoja hivyo yaani kwamba hawafi kuku wengi kwa wakati mmoja, yani kwamba anakufa polepole, lakini usipotibu mwisho wa siku unaweza ukakuta kuku wote wameisha. Dalili inayofuata ni manyoya kusimama, yani manyoya yanakuwa yamechambuka chambuka, hayana mpangilio mzuri kama anavyokuwa kuku ambaye hana ugonjwa. Dalili ya nne ni kinyesi kuganda sehemu za nyuma. Pia dalili ya tano kiwango cha utagaji wa mayai hushuka, kwa sababu siku zote kuku ambaye ni mgonjwa lazima utagaji ushuke kutokana kwamba kinga za mwili hushuka, na pia kuku wagonjwa huwa wana tabia ya kupunguza kula, yani kwamba wanakosa hamu ya kula. Ina maana kama atakosa hamu ya kula, utengenezaji wa mayai utakuwa ni mgumu. Jinsi ya kuzuia ugonjwa wa typhoid: Tenganisha vifaranga na kuku wakubwa Yaani, vifaranga pamoja na kuku wakubwa wasikae banda moja. Hiyo ni njia mojawapo ya kuzuia ugonjwa wa typhoid. Njia ya pili, kuku wakubwa watenganishwe na kuku wadogo yani, kuku wale ambao wakubwa labda wanaotaga watenganishwe na, na kuku ambao wanakuwa si. Nyingine ni kusafisha vyombo vya chakula na maji kwa maji safi na salama, pia kupulizia dawa za wadudu katika banda lako. Nyingine, njia nyingine ya kuzuia ugonjwa wa typhoid ni kuweka farm guard mlangoni. Yaani unapoingia kwenye banda lazima ukanyage maji yenye dawa kwa ajili ya kuua bakteria ambao wako kwenye viatu ili uingie ukiwa hauna bakteria. Hii hapa huaga kitaalamu tunasema nini? Biosecurity inatakiwa izingatiwe. Ikiwezekana uo una mavazi maalumu ya kuingia nayo kwenye banda. Kama mara kwanza kuingia katika channel hii, gusa neno subscribe liko chini ya video hii, pia gusa kengele itakojitokeza hii. Itatusaidia sisi kujua wangapi wanafuatilia channel yetu na kuipenda, na tutapata moyo wa kuongeza video. Pia itakusaidia wewe kujua muda huu, Ben KukuFarm ameweka video mpya, ili uitazame kwa ajili ya kujifunza. Sasa moja kwa moja tuende tukataje dawa ambazo zinaweza katumika kutibu ugonjwa huu. Dawa ya kwanza ni ESB3. Dawa ya pili ni Trimazine asilimia thelathini. Dawa ya tatu ni Enrovet. Dawa ya nne ni Ganadex, na dawa ya tano Limoxin. Dawa hizi ni nzuri kwa ajili ya kutibu ugonjwa wa typhoid na zinatibu haraka haraka, lakini kama una utaalamu wa utumiaji wa dawa hizi au hujajua vizuri dalili za ugonjwa ni vizuri ukatafuta daktari wa mifugo ambaye uko j karibu nawe akusaidie kutibu kuku wako, kwa sababu hizi dawa zote ni antibiotic na sifa za antibiotic, ukiwa unatumia bila mpangilio, huwa zina tabia ya kusababisha drug resistance. Kwa hiyo hiyo natakiwa kuzingatia kwa ajili ya afya ya kuku pamoja na afya yule ambaye atakuja kula hao kuku au maza, nani, mayai ya kuku hao hivyo ni vizuri kuzingatia dawa sahihi na dozi sahihi ya utoaji wa dawa hizi. Kama ni mara kwanza kuingia katika channel hii, gusa neno subscribe liko kwenye video hii, pia gusa kengele itakaojitokeza baada ya hapa. Baada ya kutazama video hii, tunaleta video ya ugonjwa mwingine, nayo utajifunza vizuri kabisa. Kama wewe umependa video hii na umejifunza kitu, tafadhali share link ya video hii ili na wengine waweze kujifunza. Kama una swali hapo kwenye sehemu ya comment, andika swali lako, si tutakapoliona tutakujibu kwa haraka zaidi. Asante sana, naitwa Ben.